Yesu wa Nyandarua kwenda. <laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. Wachanga mchezo mm -hmm. We, what is this? Kini nini kabisa, ulitwa na jina yako, jina lako aa, na undio nani?

So, unakumbuka ID naye. Yes, yes, mara tatu. Eh, yeah. Kim. Mhm. Mm. Hizi kupa na. Judas ako wapi hapa? Kuna kuna Judas. Ah, uh, ndio no, no, mkono mwenye simtaji. So, okay. <laughs> So uh, anajikataa hata kwa mko mojano. <laughs> uh <-huh. laughs> So, pita wewe uh, unaitwa nani majina yako kamili? Samuel Mwangi. Samuel Mwangi. Yeah. So, ini content sio? Yeah. Mwanzaji. Yeah. Iko dentro. Ya. Na ni kama divinity, mm. Ni kama botany. Mm. Unapata kuna revelation unapata kupitia watu, kupitia miji maisha. Na mimi nangojea moja divine na faulu sana katika hii huduma ya art. Mm. So, tunacheza za sinema za Yesu ya ye kwa mitandao, tunahubiri kwa hiyo njia, mm. Tunapewa watu nguvu na pia tunakumbusha, tunawakumbusha kuhusu mafundisho ya Yesu na katika mm. maisha ya Yesu hapa duniani. Okay. Mambo aliyofanya kawaida na kila kitu. So, unajua Biblia kabisa, hamjachanganya hapa. Mweneo. Hapa ni ukabila mtupu unaona huko no. Si ukabila tupu kuna yeah, wengine lakini wako shughuli za kikazi, tumechanganya nchi nzima iko hapa. So ilianza like kuna madam flani mi mafuta, naishi makao yangu, so nikitembea katika stt zaoka yangu hadi leo. So, tukitembea tu hivyo kwa njia, mm-hmm. Kuna mwanamke alikuwa anakata maji. And, uh, sorry to say so, so mwanamke akiwa tu kwa nini zake za kutembea tembea kanisema